Asante, umurushaka, uchaguzi ni kwa ajili yenu. Tumekuwa kwenye nchi ambayo Mungu ameijalia kila kitu. Ni nchi ya kwanza kwa kuwa na mlima mrefu kuliko yote Afrika, ya pili duniani, mlima Kilimanjaro. Ni nchi yenye ziwa pana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Pisha hapo bana nipate ni, ni maiki vizuri nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ni nchi ambayo ina madini yanaitwa eh, nikel na cobalt yanatoka hapa kwenu Kabanga, yanatumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu. Ni nchi ambayo ina dhahabu namba tatu duniani. Ni nchi yenye madini yanaitwa tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ni nchi ambayo ina chuma nchi ambayo watu wake ni wachapakazi, mnalima kahawa. Kahawa ni the most traded commodity kwenye soko la dunia baada ya crude oil, baada ya mafuta yanayotumika kwenye magari. Bidhaa inayouzwa zaidi namba mbili kwenye soko la dunia siyo dhahabu, ni kahawa. Leo ukiingia kwenye simu yako, ukiangalia bei ya kahawa kwenye soko la dunia ni dola nane kwa robusta dora nane mara shilingi elfu mbili mia saba ni shilingi elfu ishirini na nne Kwa nini katikati ya utajiri watu wetu ni maskini? Ni kwa sababu tuna viongozi wajinga, wasio wasiokuwa na uwezo wa kuongoza nchi hii. Tunahitaji viongozi wapya ambao watabadilisha maisha yenu. Umaskini tulio nao ni umaskini wa kutengeneza. Watu wetu hawana elimu bora, watoto wenu wanakwenda shuleni badala ya kufundishwa namna ya kuchimba dhahabu wawe matajiri, badala ya kufundishwa namna ya kuchukua Tanzanite, wanafundishwa panzi na miguu mingapi. Wazungu wanafundisha watoto wao namna ya kuchimba dhahabu yenu na kuondoka nayo. Tunahitaji kubadili mfumo wa elimu. Tunahitaji dhahabu yetu itumike kwa ajili yetu. Tunahitaji maji yetu ya ziwa Victoria yatumike kuleta utajiri kwa watu wetu. Haiwezekani ya soko la dunia ya kahawa. Waganda wanauza kwenye soko hilo hilo, wao kule kwao kahawa shilingi elfu kumi na tatu hapa kwetu Karagwe shilingi elfu tano na mbunge wenu ni waziri, anawasaidia nini? Tulipokuwa bungeni, mnakumbuka tulipokuwa tunapiga kelele kuhusu nchi yetu. Leo hatuko bungeni, nchi yetu inauzwa, bandari inauzwa, dhahabu inauzwa, umasikini unabaki tuungeni mkono kwenye no reforms no election, tubadilishe nchi hii, tuwaletee maisha. Na tunapohitaji tume huru ya uchaguzi, simo kwa ajili ya CHADEMA tu, tunahitaji tume huru ya uchaguzi ili uchaguzi uwe huru na haki. CHADEMA ikiingia madarakani ikiwaahidi wango wananchi muwe na uwezo wa kuipiga chini na kuweka mtu mwingine, tuwe na heshima ya wananchi. Tunaelewana wana vizuri Wazungu wanasema hivi yeye, wajukuu zangu wa haya, si mmesoma ndio mkoa wa kwanza nshomile. Wazungu wanasema hivi, problems cannot be solved with the same level of thinking that created them. matatizo hayawezi kutatuliwa na kiwango kile kile cha fikra kilichosababisha matatizo hayo. CCM ndio imesababisha ukosefu wa ajira, imekasababisha umaskini. Haina uwezo wa kutatua matatizo yaliyosababisha yenyewe, kunahitaji akili ya juu. Sisi tunamwambia Samia, tunahitaji tume huru ya uchaguzi. Chadema isimame hapa, Lissu, alafu Samia usimame hapa, ipigwe dakika 90, ipigwe dakika 90 kwenda kwenye mechi ambayo refarii ni upande wa pili. Yaani hivi, Yanga anacheza na Simba alafu refarii Manara, unategemea nini? Itawezekana hapo? Umurishaka, haiwezekani, si ndio? Hiyo sisi Chadema tumekataa, na ndiyo maana wamemkamata Lissu, wamemweka ndani, wakitegemea tutakaa ndani. Sasa Lissu yuko ndani, Heche niko barabarani, ika yuko barabarani. Sasa kuna wenzetu jana mmewasikia. Wametoka Chadema.